Karibu tena kwenye kipindi chetu cha Biblia. Leo tutasimulia hadithi ya kusikitisha lakini yenye mafunzo makubwa sana. Hii ni hadithi ya Yuda Iskariote, mwanafunzi wa Yesu, aliyesaliti kwa kipande cha fedha. Yuda Iskariote alikuwa mmoja wa wanafunzi kumi na wawili wa Yesu. Alimfuata Yesu, alisikia mafundisho yake na aliona miujiza mingi. Lakini ndani ya moyo wake tamaa ya pesa ilianza kuchukua nafasi ya upendo kwa Mungu. Nitapata nini nikimkabidhi Yesu kwenu? Tutakupa vipande thelathini vya fedha. Yuda alikubali, akachukua vipande hivyo vya fedha, akatafuta nafasi ya kumkabidhi Yesu kwao bila umati kujua. Katika karamu ya mwisho, Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi wake. Alijua kila kitu kilichokuwa kinatendeka, hata usaliti uliokuwa unakuja. Amen mimi? Mimi? Wanafunzi wakaanza kuuliza, ni mimi Bwana? Ni mimi? Yesu akamtazama Yuda na kusema, yule ambaye atachovya mkate pamoja nami kwenye bakuli ndiye atanisaliti. Yuda akafanya kama alivyopanga na mara moja akaondoka kwenda kwa maadui wa Yesu. Yule nitakayembusu ndiye Yesu. Yesu alikamatwa. Yuda akaona matokeo ya tendo lake. Akajawa na huzuni na majuto makubwa. Nimetenda dhambi, nimemsaliti mtu asiye na hatia. Alijaribu kurudisha fedha kwa viongozi wa dini, lakini hawakumjali. Kwa huzuni kuu, Yuda alitupa vipande vya fedha hekaluni na akaenda kujinyonga. Hadithi ya Yuda ni ya kusikitisha. Alikuwa karibu sana na Yesu, lakini moyo wake ulijaa tamaa. Usaliti wake ulisababisha maumivu makubwa sio tu kwa Yesu bali hata hata kwake mwenyewe. Hii inatufundisha nini? Tamaa ya mali inaweza, inaweza kutuangamiza. Kukaribu na Mungu haitoshi, tunahitaji kuwa waaminifu kweli kutoka moyoni. Majuto ya kweli yanapaswa kuletwa kwa Mungu, si kujiwa au kukata tamaa. Tujifunze kutoka kwa Yuda, tumuombe Mungu atuepushe na tamaa na atujalie mioyo ya uaminifu. Asante kwa kutazama. Usisahau kusubscribe kwa masimulizi zaidi ya Biblia. Mungu akubariki.